Katika mchezo wa soka kuna dakika ambazo kamera hazionyeshi. Kabla refa hajapuliza filimbi ya kwanza, kabla wachezaji hawajatoka vyumbani, kuna mchezo mwingine tayari unaendelea. Ni mchezo usio na magoli, lakini wenye mshindi mmoja tu: pesa. Milango ya uwanja inapofunguliwa, sauti za mashabiki zinapochanganyika na harufu ya chakula na vinywaji, hapo ndipo dakika ya kwanza ya mchezo huu wa pili huanza. Kila tiketi ni pasi, kila kiti ni bao linalohesabiwa kimya kimya wengi hawajui hili, na wengi wasingeamini hata wakisimuliwa. Leo katikati ya mchezo wa soka, ninakuletea top 10 ya vilabu vinavyoongoza kwa mapato ya uwanja siku ya mechi na katika mapato ya jumla. Hapa hakuna vya iara, hakuna refa wa kulaumiwa, lakini kuna uhalisia mtupu. Nani anajaza viti? Nani anageuza hisia za mashabiki kuwa biashara? Nafasi ya kwanza ni Real Madrid. Benabu si uwanja wa mpira tu, ni maajabu, ni mnyama anayepumua kila mechi, pauni milioni kumi hukusanywa bila makelele. Wengi hamwezi kuamini, lakini hapa soka limegeuza uzoefu wa kifalume. Unakaa, unatazama, unalipa na unarudi tena. Real Madrid inaingiza mapato ya jumla yasiyopungua euro bilioni moja nukta nne sita. Manchester City ni mabingwa wa kisasa, lakini uwanja bado unajifunza kujaza watu, na hapa wanatulia katika nafasi ya pili katika orodha ya vilabu tajiri zaidi duniani na kuingiza mapato ya hadi euro milioni mia nane thelathini na nane ikiwa ni karibu pauni milioni mbili nukta nane kwa siku ya mechi. Hapa unaona utofauti kati ya kushinda vikombe na kujaza viti. Nafasi ya tatu ni Paris Saint-Germain. Paris hawachezi mpira tu, wanauonyesha. Paris de Princes hugeuka jukwaa la mitindo na hadhi. Karibu pauni milioni sita kwa siku ya mechi na karibu euro mia nane na sita milioni huzalishwa katika Mapato ya jumla hapa, unaelewa utofauti wa klabu na brandi. Ukishuka chini kidogo, unaingia eneo la ukweli mchungu. Manchester United Old Trafford, Theatre of dreams, wamekaa hapa katika nafasi ya nne. Ndoto bado zipo, lakini mapato ya uwanja hayako juu kama zamani. Manu huzalisha milioni mia saba sabini na moja, lakini bado zaidi ya pauni milioni nne kwa mechi, si mchezo wa kitoto. Nafasi ya tano Bayern Munich, Allianz Arena huwa kama moto kama moyo wa Bavaria. Mashabiki wao hawaji kuuliza matokeo, wanakuja kwa imani. Takriban euro milioni mia saba sitini na tano hukusanywa kama pato la jumla. Kwa mechi moja, karibu paoni milioni nne nukta nane huingia klabuni. Uaminifu hapa ni mtaji. Barcelona nao wapo wakiwa wamekaa katika nafasi ya sita. Camp Nou ni hekalu la kumbukumbu, hata klabu ikipitia misukosuko watu wanakuja kwani historia ina mvuto wake. Zaidi ya pauni milioni nne hukusanywa siku ya mechi tu, na makusanyo ya jumla hufika hadi yuro milioni mia saba sitini. Arsenal wanashika nafasi ya saba. Emirates Stadium ni tulivu, safi, imepangwa ikapangika, hakuna fujo, hakuna drama, lakini pesa zinazoingia kama maji yanayoterelika. Yuro milioni mia saba kumi na saba hukusanywa na zaidi ya pauni milioni tano kwa mechi hapa nidhamu inageuka kuwa mapato. Liverpool ni hadithi ya mapenzi tupo. Anfield si mkubwa sana, lakini roho yake ni kubwa kuliko zege. Wanashikilia nafasi ya nane, mapato ya jumla yako juu ya euro milioni mia saba na kumi na chini ya paundi milioni tatu kwa kila mechi, lakini kelele zake za uwanja haziwezi kupimwa kwa pesa. Tottenham wanakuja mdogo mdogo na kushika nafasi ya tisa. Uwanja wao mpya ni kama mashine iliyosetiwa kwa usahihi kila kona ina kazi kila kiti kina thamani karibu pauni milioni tano kusanywa bila kelele kwa kila mechi na mapato ya jumla ni zaidi ya euro milioni mia sita kumi na mbili hii si bahati ni hesabu na nafasi ya kumi kwenye orodha hii ya nadra ni chelsea stamford bridge uwanja wa zamani uliobanwa lakini uliojaa historia mapato si makubwa kama wengine hawa wanaingiza zaidi ya yuro milioni mia tano arobaini na sita wa filimbi unapolia, matokeo huandikwa kwenye jedwali, lakini mbali na macho ya mashabiki, hesabu nyingine hufungwa kimya kimya. Ni hesabu ya viti vilivyojaa, tiketi zilizouzwa na uzoefu uliolipiwa. Hapo ndipo ukweli unapojitokeza wazi: soka si hisia peke yake, ni mfumo. Uwanja si mapambano, ni injini, na vilabu vinavyoelewa mchezo huu wa pili ndivyo vinavyokaa juu, hata siku ambazo magoli hayaji. Kesho unaweza kusahau nani alifunga, lakini klabu haitasahau ni viti vingapi vilikaa watu kwa sababu, katika soka la leo, ushindi mkubwa huanza kabla mpira haujagongwa. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.